Yes, bwana, finally, finally, finally bwana, hatimaye siku ya leo msanii wa muziki wa Bongo Flava maarufu kama Juma Jux ameweza kumaliza kufunga ndoa yake ya kidini, nikimaanisha ya Kikristo eh, nchini Lagos Nigeria, lakini pia hatimaye sasa ameweza ku maliza eh, zile taratibu zote za kidini za ndoa na kila kitu, lakini pia harusi hiyo iliweza kuhudhuria na watu wengi sana eh, umaarufu kama vile wasanii wakubwa kutokea nchini Tanzania hata nchini Nigeria. Lakini pia kitu ambacho kimeweza kuwashangaza watu wengi ni kile ambacho kinachosemekana kwamba Juma Jux ameweza kufunga ndoa yake eh, ya pili, ambapo nakumbuka ina, ina, ina, ina kwamba Jux, e, na Priscilla walifunga ndoa yao ya kwanza kabisa ya kimila Februari 7 eh, 2025, jijini Dar es Salaam, lakini pia wengi hawakutarajia harusi hii uh, ya pili. Lakini pia kitu ambacho kimeshangazwa ni kile ambacho kimeonekana harusi hii ikifungwa kwa eh, dini ya Kikristo. Tukumbuka Jux yeye ni E, ni dini ya Kiislamu lakini pia ndoa yake ya kwanza kabisa ilifungwa jijini Dar es Salaam tarehe 7 mwezi wa pili mwaka huu 2025, lakini pia siku ya leo imeweza kufungwa ndoa ya pili ya Kikristo. Hii ni ndoa ya dini ambayo imefungwa pale Lagos, Nigeria, lakini pia taratibu zote ambazo zimefatwa za kidini na kila kitu, kitu ambacho kimewashangaza watu wengi E, eh, iweje Jux yeye ni ni, ni, ni Muislamu na ameweza kufunga ndoa hii ya Kikristo, kitu ambacho kimewashangaza watu wengi sana, na watu wengi wakiwa wanajiuliza eh, mshikaji ameamua kufanya hivi kitu ambacho kimewashangaza, lakini pia finally, siku ya leo ameweza kumaliza taratibu zote za ndoa na kitu ambacho watu wengi wajafahamu, Priscilla yeye, uh, ni binti wa Kikristo. Priska anaitwa Priska. Priska yeye ni binti wa Kikristo, lakini pia ilivyoweza kufungwa ndoa ile jijini Dar es Salaam ilikuwa ni ndoa ya Kiislamu, ambapo Priska aliweza kubadilishwa jina la kuitwa Hadiza, lakini pia kitu ambacho kimeshangazwa uh, mtoto au naweza nikasema kwamba ni baba wa Priska au Pris, baba yake ni Mkristo ambaye sasa sasa hivi anaitwa uh, Mr. Paul au sio? so kitu ambacho kimewashangaza watu wengi, huenda baba yake hajakubali hajarivia ndoa hiyo iweke iwe na ziwepo pande zote kwa ndoa ya Kikristo lakini pia kwa ndoa ya Kiislamu. Mimi ndio Smart Calii na keep it, make sure una subscribe una like na comment, ili uwe mtu wa kwanza kupata kila story zote ambazo zinazotrend kupitia mitandao ya kidijitali, lakini pia kama unafanya biashara yako, unatangaza biashara yako, make sure unanitia kupitia namba 0780578729. Mimi ndio Smart Calii, toda, till next time.